Wale mnaotumia vilongalonga, wale mnaopitapita kwenye mitandao mtafahamu kwamba kuna jambo ambalo kwa siku hizi limekuwa likisambaa katika mitandao, ni tangazo lililotolewa kuhusu semina ya walei. Naomba nitamke awali ya yote kwamba tangazo hilo halikutolewa na ofisi yangu. Kwa hiyo, sio tangazo linalobeba sahihi yangu au lililotangazwa kupitia kwa chansela au katibu mkuu. Hilo liwafanye mtambue kwamba sio tangazo rasmi. Jambo la pili, jambo lililotangazwa kwamba litafanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, katika kalenda yetu ya jimbo limepangwa kufanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja. Narudia tena, tarehe ya ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo wale wanaohangaika wakidhani kwamba Kanisa Katoliki linataka kushindana, kulumbana au kushikana mieleka na serikali wajambue kwamba sisi hatuna mpango huo. Kwa hiyo tamko hili langu liwasaidie muwe na uelewa sahihi. Mnamfuate msimamo sahihi. Pia mnapoona matangazo yametolewa kwenye vyombo vya habari, yachunguzeni vizuri kabla hamjaanza kuhaha Manake siku hizi kumekuwa na kuhaha kwingi, na huko ni kutokana na kutokuwa makini, kutokana na kutochambua na kubainisha uhalisia wa jambo linalotangazwa. Nawatakieni siku njema na maadhimisho mema.